Wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa washauriwa kuwa na moyo wa faraja na matumaini. Israeli yatangaza kusitisha mashambulizi ukanda wa Gaza ili kulinda raia na mali zao. Na katika michezo na burudani, ligi ya FABEC yazinduliwa kwa ushindi wa bao mbili kwa moja. Ujambo na karibu katika UoI Digital Habari. Ni robo saa ya habari za kitaifa, kimataifa, biashara na uchumi, michezo na burudani, bila kusahau msamiati wa leo, ambapo tunakwenda kujifundisha maneno ya Kiswahili na maana zake. Jina langu Hamidu Abdalla. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wanapaswa kuwa na moyo wa faraja na matumaini utakaowasaidia kwenye masomo na maisha yao. Mwanahabari wetu Yusuf Gideon anaundani wa taarifa hiyo Ameyasema hayo wakati wa ibada ya Jumatatu iliyofanyika kwenye ukumbi wa matipapa ndani ya chuo kikuu cha Iringa, na kuwaasa wanafunzi kuwa na faraja na matumaini kwenye masomo na maisha yao ya kila siku, na kuwasihi kuwa Mungu hajawaacha, hivyo wasichoke kumtumaini Mas bado hajatuacha kama tunakusanyika namna hii kumwabudu yeye, tunachua hata yale ambayo bado hajafanya atafanya, maana wanasema waliko wawili watatu kwa ajili ya jina langu, mimi nipo katikati yao. Nao baadhi ya waumini walioshiriki ibada hiyo wameeleza umuhimu wa kudumu katika imani, huku wakiongeza kuwa imani inachangia kuwa na maadili mema. Mimi kitendo cha kuja kushiriki katika hii ibada inanipa nguvu ya kuweza kuhamasisha wengine ambao hawana ile hali ya kuja yani, katika kushiriki mambo ya ibada. Kwa hiyo kitendo cha kwenda kuambia tayari, na wenyewe wanabadilisha yani, kama alikuwa na mwenendo mbaya unakuwa mzuri. Jambo ambalo naweza nikasema kwa wanafunzi, tuko sisi tunasoma, kila mtu katoka sehemu tofauti tofauti, jambo moja ambalo natakiwa kuelewa kwamba Mungu hajawahi kumwacha. hata kama siku ukaishi ukakosa chakula, mambo hayaendi vizuri, ada sijalipo jafanyaje? Kitu ambacho tabidi ukielewe, Mungu hajawahi kukuacha. Leo Jumatatu tarehe ishirini na sita mwezi wa kwanza elfu mbili ishirini na sita katika ibada leo tumejifunza kwamba Mungu hatuachi. Nikiripoti kutoka hapa Matipapas, chuo kikuu cha Iringa, ni mimi mwanahabari wako Yusuf Gideon wa UOI Digital. Matumizi ya mitandao ya kijamii yatajwa kuwa na athari kwa vijana kutokana na matokeo hasi yanayosababishwa na njia zisizo sahihi za matumizi ya mitandao hiyo. Mwanahabari wetu Clavi Magesa ana undani wa taarifa hiyo. Hayo yamesemwa na msaikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Iringa alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kutoka UoI Digital kuhusu athari za kutumia mitandao ya kijamii kupita kiasi. Mara nyingi nacho kitazama kinakutengeneza kutenzea matamanio, kwamba na mimi natamani nini na kitu fulani kiwe, nikipate kiwe, nikipate, inaweza ikamfanya ikamtenzea shauku ya akaanza kuishi uhalisia ambao sio wa kwake Anajikuta yupo katika presha kubwa. Kwa mfano okay, nimeona vijana wenzangu, anamiliki gari, ana nyumba, bado mdogo ameoa, lakini mimi usenango, kiangalia mahusiano yangu hayaendi ki, kiangalia kipato changu bado ni kidogo, hali ambayo inamfanya ajikute analazimika kutumia nguvu kubwa kuto kuishi warisi yake Nao baadhi ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa wameeleza athari za kutumia mitandao ya kijamii kupita kiasi. Wametoa ushauri wao kwa vijana juu ya matumizi salama ya mitandao ya kijamii. Sasa hivi vijana wengi tunakuwa tunaiga mavazi kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano unamwona mtu amevaa nguo fulani, anasema lazima na mimi nipate nivaa ile nguo, lakini ukiangalia ni nguo ambazo hazina heshima na maadili ya Kiafrika Homosexuality vijana wanazo ni kwa sababu, sio kwamba wamezipata tu katika mazingira ya kawaida. Sisi kwa Tanzania hiyo hususio, lakini unakutana ni mtandaoni huko, anaona kumbe ni jambo la kawaida, mbona huku anafanya na mimi naweza nikafanya, yes. licha ya kwamba mitandao ya kijamii ina athari kwa vijana, lakini pia ina faida endapo vijana wataitumia vizuri. Nikiripoti kutoka maabara ya psychology, ni mimi Kraveli Mgusi wa UoI Digital. Taarifa yake Travi ndio inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa zitakazosoma kwako na Simon Masolwa. Israeli imetangaza kusitisha mashambulizi yake ya anga katika ukanda wa Gaza kulingana na mamlaka za afya imesema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu 45. Jeshi la Israeli linadai kuwa lilishambulia maeneo kadhaa yanayothibitiwa na Hamas baada ya wanamgambo wa kundi hilo la Kipalestina kuwashambulia na kuwaua wanajeshi wake wawili huko Rafaa, kusini mwa Gaza. Vilevile, Hamas kwa upande wao wanasema kuwa Israeli inatafuta sababu za kuanzisha tena mapigano. Pande zote mbili zimekuwa zikitupiana lawama kwa kukiuka mpango huo wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump na uliodumu kwa siku tisa. Rais wa Marekani aliendelea kusema kuwa vita vitaisha tu endapo pande mbili zitaridhia na kuweka silaha zao chini. Vita vinaleta madhara makubwa sana kwa jamii, hasa wanawake na watoto ndio wanaoathirika zaidi kwenye vita. Asante sana Simon kwa kutupitisha kimataifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi, zikazosomwa kwako na Mirambo Ernest. <tipa> wafanyabiashara wa huduma ukinyozi mtaa wa Semtema B na TLM kata ya kiesa mkoani Iringa wameelezea namna wanavyonufaika na, na biashara pamoja na changamoto wanazokumbana na nazo katika uendeshaji wa biashara hiyo UoI Digital imefika kwenye saluni mbalimbali na kuzungumza na vinyozi ambao wameelezea ni kwa namna gani biashara hiyo inawapa faida mbalimbali kwenye maisha yao ya kila siku pamoja na changamoto wanazokumbana na nazo kutoka kwa wateja pia wakaja kukuta na kuchukulia tofauti na bei wao hapa, nataka kwa bei ndogo ikawa wao. Ni changamoto yangu mimi kubwa ni swala la umeme e, umeme ukiwepo tutafanya kazi vizuri, lakini umeme ukiwa haupo inatakiwa mbinu mbadala, ambayo ni kwa mfano kwa saizi mashine za kuchaji, lakini changamoto kubwa sana sana ni umeme. Lakini kwa saizi ilinga swala umeme kidogo lipo sawa, kwa hiyo biashara changamoto imepungua sana kwa upande wao wateja wamesema wanapendezewa na huduma ambazo zinatolewa na vinyozi hao, huku wakitoa mitazamo yao juu ya kubadilika badilika kwa bei za huduma hiyo. Angalia nikija kwenye swala la bei, bei za kawaida, pia kwenye kuzingatia usafi, usafishaji wa vitu anasafisha, ambayo inakusaidia kuepukana na magonjwa, magonjwa ya ngozi, magonjwa kibao. Uwezo anaofanya kazi, yeah, yeah, yeah, anafanya kazi kwa weledi. Swala la kunyoa kwa binadamu ni jambo la kawaida sana. Tumwasikiliza vinyozi pamoja na wateja wao. Nikiripoti kutoka Obadia Baba Shop iliyopo mtawatialm, mimi ni Milabo Ernest wa UoI Digital. Hii ni UoI Digital habari. Tuungane na mwanamichezo wetu Ansar Adam kwenye habari za michezo na burudani. mchezo uliokuwa na ushindani wa hali ya juu ambapo kila timu ilionekana kuleta mashambulizi ya kushtukiza kwa mpizani. Hali hii imeibua hisia mbalimbali katika uongozi wa timu zote mbili. Wakizungumza baada ya mchezo huo, makocha pande zote mbili wameeleza sababu za kushindwa na kushinda mchezo huo na kuwasihi mashabiki wa timu zote kutegemea matokeo mazuri kwa michezo ijayo. Umepata ushindi wa kwanza matokeo, always team bora wao inashinda. Kwa sisi tulijiandaa na tulijua ni watu ambao wazoefu, lakini kuja kwa mbinu ambazo zilitusaidia kupata ushindi mapema sana, kwa sababu tulikuwa tunajua toka tunawaona wanajiandaa, walikuwa ni watu ambao kutushinda ilikuwa ni ngumu sana. Mchezo wa mpira ni Mchezo wa wazi kabisa. Kwa hiyo pale mwenzako anavyotengeneza nafasi na kuzitumia kwa usahihi anaweza akapata goal. Kipindi cha kwanza tumecheza vizuri, tumetengeneza nafasi, lakini opponent wetu akaja akalikava. Kipindi cha pili kacheza vizuri, makosa tuliyotumia sisi kaatumia yeye, bahati nzuri katumia kwa uzuri zaidi kaweza kushinda mechi, ila naamini mechi jao na tutakuwa vizuri. Kwa upande wao manahodha wamesema: Kipindi cha kwanza tulikuwa hatujui mbinu wanazofikiria wala sisi hawakutuelewa. Kwa hiyo tulicheza ile mpira kulingana na, na maelekezo ya mwalimu lakini tumeshawajua na wachezaji kwa, tukaingia na tekniki nyingine tukafanikiwa kupata goli, lakini ni makosa madogo madogo mapiki zetu yar kwenye kuokoa mpira tumepoteza Tum, ni sehemu japo matokeo unakushinda kufungwa na kutoa sare. Kwa mechi ya kwanza ufunguzi tumepoteza, tunajiandaa na mechi yetu ya mwisho nahisi Inshallah naam ni mchezo wa ufunguzi wa ligi ya Fabek ambapo ilihusisha mwaka wa pili na mwaka wa tatu ambao mwaka wa pili wameibuka kidedea kwa ushindi wa bao mbili kwa moja nikiripoti nikiwa kiwanjani kigonzie mimi ni mchezo wako Ansar Adam UoI Digital Shukrani sana Ansari kwa kutupitisha viwanjani mtazamaji kabla ya kutamatisha taarifa yetu ya habari tupate msamiati wa leo kutoka kwake Farji Kasanga Mtazamaji wa UoI Digital. Karibu katika kipengele chetu pendwa cha msamiati wa leo kinachokujia kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na leo tumekuandalia msamiati wa neno sebeha. Je, unaelewa nini ukisikia neno sebeha? Twende tukatizame wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wao wanaelewa nini wakisikia neno sebeha. Mtoto aliachishwa kunyonya huwa anasebeha kila asubuhi. Akiamka ah, eh. Mbona dambona mimi si mtaalam sana wa Kiswahili, yani neno sebeha hmm. Ah, labda hapo kwa uelewa tu wa kawaida mtu naweza kusema labda anasumbua, labda si unajua hmm. kulingana na statement yako ilivyokaa. mm. Vipi ukisikia neno sebeha, wao unaelewa nini? Maana sebeha hmm. ni ni ile hali ya kuamka asubuhi kunywa au kula, mtazamaji, na hiyo ndiyo maana halisi ya neno sebeha. Sebeha ni kula au kunywa kila unapoamka asubuhi. Nami ni kuwache na sentensi isemayo, Farijika anapenda kusebeha kila akiamka asubuhi. Langu jina ni Farijika Sanga ya UoI Digital, watu wabarika kidigitali. Asante sana Farijika kwa kutufundisha maana ya msamiati sebeha. Nami ni kuwache na sentensi isemayo, Godwin Kipako husebeha chapati za mkewe kila siku asubuhi. Mtazamaji, na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kwa niaba ya wote waliotukamilishia matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi tokea mwanzo mpaka mwisho. Jina langu Hamidu Abdalla, asante na kwa heri.